Tanzania, ardhi ya Kilimanjaro na Serengeti, kwa miongo kadhaa ilisimama kama mnara wa amani katika eneo lenye misukosuko, ikifafanuliwa na chama chake cha kihistoria tawala na utamaduni wa siasa zenye utaratibu, hata kama zimesimamiwa. Mwaka huu taifa linajiandaa kwa uchaguzi wake mkuu, lakini kuna jambo tofauti kabisa. Mchakato rasmi unaendelea, mikutano ya hadhara hotuba, karatasi za kupigia kura zikiandaliwa. Hata hivyo, kote nchini hisia tulivu, lakini hatari inaanza kushika kasi, kutoheshimu na kutojali. Kwa nini kupiga kura wakati matokeo yanahisi kama yamekwisha julikana? Kwa nini kuhatarisha kuzungumza waziwazi wazi wazi? Wakati nafasi ya kisiasa inazidi kupungua. Hii ni hadithi ya demokrasia inayorudi nyuma. Tunachunguza sababu kuu zinazofanya sehemu kubwa ya umma wa Tanzania, vyama vya upinzani na mashirika ya kiraia si tu kugomea uchaguzi, bali kwa msingi kabisa kukataa uhalali wa mchakato wa uchaguzi wa mwaka huu. Ni chaguo lisilotokana na uvivu, bali na kukatishwa tamaa kirefu kulikowekwa katika taasisi. Sababu ya haraka na muhimu zaidi ya kukataa huku kote ni kuvunjwa kwa ushindani wa kisiasa wenyewe. Mandhari ya siasa ya Tanzania imeondoa kabisa njia mbadala zenye kuaminika. Chama kikuu cha upinzani Chadema ambacho kiliwakilisha changamoto kubwa kwa chama tawala cha chama cha mapinduzi CCM, kimeondolewa kimfumo, iwe ni kupitia hukumu za kimahakama zenye utata juu ya misingi ya kiutaratibu au kampeni ya vizuizi vya kisiasa, matokeo ni yale yale: sauti ya mamilioni imeondolewa kwenye karatasi ya kupigia kura. Zaidi ya hayo, viongozi wakuu wa upinzani wanakabiliwa na hali ya kutisha. Tundu Lissu, mgombea urais wa chama cha Chadema, yuko kizuizini akikabiliwa na mashtaka mazito kama uhaini. Wengine wamekataliwa kugombea. Wakati wagombea wenye nguvu zaidi wako gerezani au wamezuiliwa kisheria, uchaguzi huacha kuwa mashindano ya kidemokrasia na kuanza kuonekana kama udhibitisho Tanzania wingi, wa kiimla. Kwa Watanzania wengi, swali kuu ni gumu. Ikiwa serikali inaweza kuondoa tu wapinzani wake wenye nguvu zaidi nini maana ya kupiga kura? Matokeo ni uchaguzi unaotawaliwa na chama tawala, huku ushindi mkubwa na uliotabirika ukiwa umehakikishwa. Kuamini uchaguzi, kuna hitaji kuamini waamuzi, na hapa serikali ya Tanzania imeshindwa kuleta marekebisho yaliyodaiwa na upinzani na vikundi vya kiraia, kampeni iliyojumuishwa na wito hakuna mageuzi, hakuna uchaguzi. No reforms, no elections. Katika kiini cha mzozo kuna Tume ya Taifa ya Uchaguzi, NEC. Licha ya wito mwingi wa uhuru wa kitaasisi, muundo wa mamlaka haujabadilika. Rais anabaki na mamlaka ya kumteua mwenyekiti na makamishana wa tume ya NEC. Hili si suala la utu bali la muundo. Ikiwa chombo kinachosimamia uchaguzi kinadaiwa kuwepo na uongozi wake kwa aliyepo madarakani, umma unakiona kama kiendelezo cha chama tawala na si mwamuzi asiyeegemea upande wowote. Kupitishwa kwa sheria za uchaguzi hivi karibuni kumeshindwa kushughulikia kasoro hii ya msingi, kukiimarisha imani ya upinzani kwamba ushiriki ni bure. Wakati sheria za mchezo zikiandikwa na timu moja ambayo haipotezi kamwe, mchezo wenyewe unapoteza maana yote kwa watazamaji. Labda sababu inayotisha zaidi ya kusitasita kwa umma ni uundaji wa makusudi wa hali ya hofu. Ingawa rais Samia Suluhu Hassan mwanzoni alitoa ishara ya kipindi cha mageuzi baada ya kuingia madarakani, akiruhusu mikutano ya kisiasa na kurahisisha vizuizi vya vyombo vya habari, uwazi huo umerudi nyuma kwa kasi. Uchaguzi unapokaribia, vitendo vya ukandamizaji vimeongezeka. Tumeona matumizi ya kimkakati ya mfumo wa haki jinai pamoja na mashtaka kama uhaini ili kunyamazisha sauti za kukosoa wanaharakati wa upinzani. Waandishi wa habari na wakosoaji wa serikali wamekabiliwa na kukamatwa kiholela, kushambuliwa na hata kupotezwa kwa lazima. Ukandamizaji huu unapanuka hadi kwenye nafasi ya kidijitali na vizuizi kwenye majukwaa kama X na ufuatiliaji unaoendelea wa upinzani mtandaoni. Wakati matokeo ya kushiriki kwenye mkutano wa hadhara au kusema tu mawazo yake mtandaoni yanaweza kuwa kizuizi, unyanyasaji au mbaya zaidi, raia wengi hufanya chaguo lenye mantiki na chungu: kujiondoa wanachagua kimya na kutojali badala ya ushiriki na hatari. Kwao uchaguzi si fursa ya kuchagua serikali, bali ni wakati hatarishi wa kuvumiliwa. Upinzani wa Tanzania kwa uchaguzi ujao si kukataa tu kushiriki, ni mzozo mkubwa wa uhalali. Ni umma na mashirika ya kiraia wakijibu mchakato mbapo, waku, wa kisiasa ambapo wagombea wakuu wameondolewa, waamuzi wanaegemea upande mmoja, na gharama ya upinzani ni kubwa mno. Chama tawala CCM kinaelekea kwenye ushindi ambao unaweza kuwa wa kiutaratibu, lakini utapingwa kimsingi na kukata tamaa tulivu kwa wananchi wake. Gharama halisi ya vitendo hivi ni mmonyoko wa imani ya kidemokrasia. Uchaguzi usio na ushindani wa kweli ni muhuri tu wa mpira, na wakati raia wa taifa wanaamini kura yao ni ibada tu na si chombo cha uwajibikaji, utabiri wa muda mrefu wa demokrasia ni mbaya. Dunia inatazama ikijua kuwa vita halisi ya kidemokrasia nchini Tanzania haifanyiki kwenye sanduku la kura bali katika umbali unaokuwa kati ya watawala na wananchi wanaoamini kuwa sauti yao imezimwa kimkakati na kikatili.